Chombo cha habari kwa muda sahihi. Polisi hata kama wamekimbilia Burundi

Parce que j'aurai réunion avec tous les leaders à ma résidence après ici. Kwa sababu nitakuwa na mazungumuzo na leader wote wa Wazalendo nyumbani kwangu ninakoishi hapa. Wazalendo d'Uvira de Fizi, Mwenga, Shabunda. Wazalendo ambao wa Uvira waliotoka Fizi, Mwenga na Shabunda wote nitakuwa nao mazungumuzo. Le monde vous dit merci. Dunia nzima inawashukuru Wazalendo. Les yeux du monde entier sont braqués à Uvira. Macho ya ulimwengu mzima yako yanaangalia yanangalia Uvira hivi. Et c'est Uvira qui va libérer Bukavu et Goma. Na Uvira ndio itakomboa Bukavu na Goma. Uvira ndio itakomboa Bukavu na Goma. C'est parmi ma mission. Ni, ni baadhi ya mamisheni au mission zilinileta hapa. Wazalendo soyez disciplinés Wazalendo muwe na nizamu. Ayez le comportement militaire maintenant. Muwe tangu sasa hivi na hali ya kijeshi. Le territoire d'Uvira n'est pas dans la rébellion. Tarafa la Uvira aliko katika rébellion, n'est pas occupé par le M23 et le Rwanda. Il tarafa haliko,

On voit les armes de Wazalendo aller au cadastre, donner le cachet. Non, ça c'est une rébellion. ambako tunaona eh, eh, silaha za wazalendo sinaenda kwenye ofisi ya cadastre ale leta muhuri Wow. J'envoie les gens à la douane,

anatufanyizia orodha. Vous aussi vous venez avec votre liste, na nyinyi pia munakuja na horoza yenu. Vous déposez chez le maire de la ville, munampa meya wa jiji huyu hapa nula nulamboayo a Kinshasa. On vous affecte officiellement, tunamutuma Kinshasa wanawaweka kwenye kazi kisheria. Je sais que les jeunes d'Uvira, ninajua kwamba vijana wa hapa hapa Uvira hapa. Walikuwa walitupiliwa mbali ndani ya makazi za uongozi wao. n'engage personne d'ouvrir ici Bukavu, personne, Bukavu haikukua na weka mtu yoyote wa Uvira kwenye kazi. Na le moment de vous engager est arrivé, wakati wa kuweka kwenye makazi unafika. Pas vous faire engager dans la rue, Hapana kujiweka kwenye makazi barabarani tu, hifike njeji Kinshasa il vous affecte sasa sasa sasa anasaini na na anawaweka kwenye kazi. Et vous commencez à être payé. Na mnaanza kulipwa papo hapo. <laughs> On va aller plus loin. Tutaenda mbali zaidi kwa kwa hiyo. siège de la province, no? Sasa kwa sasa. Si hapa ndio kuna kuwa <clears throat> e division, <inaudible> <inaudible> kuna uongozi wa Jimbo. Est-ce que vous le chef de division Bukavu? Uvira kuna kiongozi yoyote anayesimamia sisi u a de de, Qua, de, qura, de sasa, wapata, quoi shari, quoi je sais qu'il n'y en a pas. ninaamini kwamba hakuna degré ou de force kwa kwa kwa kwa sasa, tutawapata kwa shari wala kwa mema. Je vais lancer un message au président de la République. Hapa nataka kutuma ujumbe kwa Rais Mheshimiwa Antoine Antoine Félix Tshisekedi Chilombo. Antoine Félix Tshisekedi Chilombo. Chilombo. Mzee Laurent Desire Kabila ebe, est rentré de Lubumbashi. Wakati mweshimiwa marehemu Laurent Desire Kabila mzee alitoka Lubumbashi, après que le Rwandais ne pas pris la capitale, baada ya kuwa wanyarwanda walishindwa kukamata muji mukuu wa Kinshasa, il a donne trois cadeaux au Kinois avant de rentré de Lubumbashi, alipatia zawadi tatu kubwa

makao Uvira ina geuka makao makuu ya Sud Kivu. Et ke Bukavu soit le chef lieu du Kivu central. dv ekmuavswalehdkv Na Bukavu nayo itakuwa makao makuu ya Kivu ya kati. C'est le cadeau que nous allons demander. Na hiyo ndio zawadi tutaomba kwa mheshimiwa rais. Kwa mheshimiwa rais. Et selon, selon la constitution. Na hiyo kutokana na katiba ya nchi. Donc

Siko leo na, na jimbo nne au tano kwa sasa. Par exemple, le grand Kasai. Kwa mfano Kasai kubwa ya zamani. Ya Bujimai. Iko na jimbo la Bujimai. Ya Kananga. Iko na jimbo la Kananga. Ya Kabinda. Iko na jimbo la Kabinda. E, ya Chikapa, na wana jimbo la Chikapa. Kindu. Kindu hapa nyuma hapa, hapa. Goma, Goma yenyewe districts. E, Uvira. Uvira